Maswali kama ilivyoada, tunaanza na maswali kwa ofisi ya Mheshimiwa Rais Tamisemi. Swali la kwanza linaulizwa na Mheshimiwa Stanslaus Harun Nyongo, mbunge wa Maswa Mashariki mkoa wa Simiyu ulianzishwa kisheria na makao yake makuu kwenye mji wa Bariadi badala ya mji wa Maswa. Ni vigezo gani vilivyotumika kuamua makao makuu ya mkoa na shughuli zake ziwe Bariadi badala ya Maswa ambako kuna majengo ya serikali? Swali hili linajibiwa na Naibu Waziri Selemani Jafo. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa nchi, Ofisa ofisi rais, TAMISEMI naomba kujibu swali la Mheshimiwa Stanislaus Haron Nyongo, mbunge wa Maswa Mashariki lenye sehemu a na b kama ifuatavyo Mheshimiwa Spika, maamuzi ya makao makuu ya mkoa wa Simiyu kuwa Bariadi mjini, sio sio Maswa, yalikuwa na wananchi wenyewe, yalipitishwa na wananchi wenyewe kupitia vikao vya kisheria ambavyo ni mkutano mkuu wa vijiji, kamati za maendeleo ya kata, mabaraza ya madiwani, kamati za ushauri za wilaya DCC na, na mkoa RCC. Uamuzi wa mwisho ulifanyika katika kikao cha kamati ya ushauri ya mkoa tarehe 10 Mei 2010 ambapo wajumbe wote waliridhia pendekezo la Bariadi mjini kuwa makao makuu ya mkoa wa Simiyu. Hivyo, kigezo kikubwa kilichotumika kuamua makao makuu kilikuwa ni maamuzi ya pamoja kupitia vikao halali vilivyoshirikisha wadau kutoka wilaya zote wakiwemo kutoka sekta binafsi. Mheshimiwa Spika, kama nilivyoeleza katika sehemu ya A ya jibu hili maamuzi hayo yalifanywa na vikao halali vya kisheria ikiwahusisha wajumbe wa vikao hivyo. Hivyo kitendo cha serikali kubadilisha maamuzi hayo itakuwa ni kuwanyang'anya madaraka wananchi wa yaliyowekwa kwa mujibu wa, wa, wa katiba ibara 145. Mheshimiwa Nyongo, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri, naibu waziri ningependa ushirikishwaji wa wilaya ya vikao vya wilaya ya Maswa kwa sababu katika swali lake la mwanzo nani katika jibu ameeleza kwamba vijiji vilishirikishwa, lakini na hakika kabisa ushirikishwaji wa vijiji hivi na kamati hizi zilizoorodheshwa hapa sina uhakika navyo. Je, mheshimiwa naibu waziri yuko tayari kuniridhisha, kunionyesha hivi vikao vilifanyika lini na wapi, ili wana Maswa waweze kulitambua hilo. Swala la pili kwa kuwa mwenyekiti wa RCC ni mkuu wa mkoa na mkuu wa mkoa wa wakati ule alikuwa ni, uh, ni Dr. Balele ambaye naye anatokea Bariadi. Huoni naye alikuwa labda ni sehemu ya kufanya serikali ingie kwenye matumizi makubwa kupeleka sehemu ambapo hakuna majengo ya serikali mengi kulinganisha na Maswa, ambayo ni wilaya Kongwe kongo iliyozaa Bariadi na Meatu. Kumbe hilo la pili ndio msingi wa swali lenyewe sasa. Mheshimiwa Saidi Jafo, majibu. Ugomvi wenyewe kwa wenyewe, Wasukuma. Kwa niaba, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Stanslaus kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kama nilivyosema katika majibu yangu ya awali, kwa sababu swala la michakato ya kuanzisha wilaya, kuanzisha halmashauri, kuanzisha mkoa mpya, yote haya hayaanzii katika ofisi ya Rais Tamisemi. Yote haya ni maoni ya wadau ambao wameona kwamba kuna haja ya kufanya hivyo wanakaa katika vikao halali na kufanya maamuzi, na nimesema pale awali kwamba mkoa huu ulishirikishwa na wajumbe ilipokuwa tarehe kumi Mei walifanya maamuzi hayo. Sasa nikisema nirejea kuthibitisha vikao, kwa sababu swala hilo nadhani DCC zote kabla hujafika katika maeneo mbalimbali, kuna vikao vya vya mabaraza madiwani kuna vikao vya ushauri vya wilaya. Then, kuna vikao vya ushauri wa mkoa. Kwa hiyo nasema kwamba tukitaka kupata reference vizuri katika tutapokutana tunapokutana katika RCC yetu inayokuja hapo tuitishe muhtasari ambayo ilipitisha haya, naamini tutayaona, wajumbe na nyinyi ni wajumbe wa kamati ya RCC, kwa nadhani hili halina shaka, swala la kusema kwamba mwenyekiti wa kikao hicho ambao alikuwa mkuu wa mkoa lakini asili yake alikuwa anatokea Bariadi. Naomba niwaambie newa, ndugu zangu, tunapofanya maamuzi siku zote tusisukumwe na maamuzi ya mtu mmoja. Mimi kwa akili yangu siamini kama mtu mmoja ataburuza kamati yote ya RCC ya wilaya yote yakafuata maamuzi yake. Kikubwa zaidi tunapojipambanua katika mikutano yetu, lazima tuwe imara ya kujenga hoja, kujua jambo hilo linafanyika vipi. Ninaamini kama kulikuwa na mapungufu huko, ala sisi yenu mtakaa na kufanya maamuzi sasa, lakini nadhani kwa mujibu wa sheria na jambo hili, bahati nzuri watu walileta pingamizi kutokana na vigezo vilivyoletewa vili pingamizi, baadaye ikaonekana kwamba kwa sababu maamuzi haya yalifanyika halali kwa mujibu wa katiba ibara ya 145 kurudisha madaraka kwa wananchi, kwamba ikaona ni halali, ndio jambo hili limekuja na ofisa Rais Tamisemi ikaona ni sawa sawa. Kwa hiyo, ndugu yangu Mheshimiwa Mbunge, najua kwamba hoja yako ina msingi, lakini inawezekana wakati ulikuwa huko katika RCC, lakini wenzako waliokuwepo kipindi hicho kwamba waliona jambo hilo lifanyike hivyo. Asante sana Mheshimiwa Spika, asante sana <coughs> Mheshimiwa Chenge, mnatakiwa mrudi Maswa hapo. <laughs> swali la Mheshimiwa Salome Wickliff Makamba ndo linalofuata. Je, serikali iko tayari kuruhusu viwanda wilayani Kahama kufanya kazi saa 24 ili kufidia uzalishaji unaokuwa haufanyiki kipindi cha umeme unapokuwa umekatika na hasa nyakati za mchana? Swali hili limeelekezwa katika ofisi ya Rais Tamisemi, na naibu waziri ataendelea kutoa majibu. Mheshimiwa Spika. Kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Rais Tamisemi, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Salome Wickliff Makwamba, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, napenda kumhakikishia Mheshimiwa mbunge kuwa hakuna zuio lolote la halmashauri wa mji wa Kahama kwamba mashine za kukoboa mpunga na mahindi zisifanye kazi wakati wa usiku au, au saa 24. Changamoto iliyopo ni kwamba viwanda hivyo vinatumia umeme wa jenereta ambao hautoshelezi kuendesha mashine wakati wote, hivyo kumekuwa na tatizo la kukatika kwa umeme mara kwa mara. Halmashauri imewasiliana na meneja wa TANESCO Kahama na tayari tatizo hilo limeanza kushughulikiwa ili kupata umeme wa uhakika kutoka gridi ya taifa, ambapo tayari kituo cha usambazaji kimeanza kujengwa Kahama. Mheshimiwa Spika, halmashauri ina inahamasisha wawekezaji wa viwanda vidogo vikiwemo vya kukoboa mpunga, mahindi na mazao mengine ili kupanua uwigo wa mapato kupitia ushuru wa huduma, yani service levy na ajira kwa vijana. Hivyo hakuna sababu yoyote kwa serikali kuzuia wawekezaji katika viwanda vidogo na vikubwa. Azima ya serikali ni kupanua uwekezaji wa viwanda kadri iwezekanavyo kwa kuzingatia fursa zilizopo tunachofanya ni kuboresha mazingira yatakayosaidia uwekezaji huo ufanyike kwa faida ikiwa ni pamoja na kuhakikishia umeme wa uhakika unakuwepo. Mheshimiwa Lusi, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa majibu ya waziri, lakini kama yalivyo yanadhihirisha kabisa ya kwamba kuwataka au watu wakahama, kuendelea kutumia umeme wa jenereta wakati wa Tanzania wote na yeye mwenyewe anafahamu ya kwamba wilaya ya Kahama ni kati ya wilaya ambazo ni kitovu cha uzalishaji wa chakula, especially mchele na kwa jinsi hiyo ni kuwazuiwa kwa namna moja nyingine wasifanye uzalishaji uh, uh, wenye tija. Nimeshukuru, amesema ya kwamba utaratibu umeanza kuwapatia umeme wa uhakika. Ningetamani sana kuona ya kwamba hili linapatiwa ufumbuzi haraka, na ningetaka sasa ataje aseme ni lini ambapo umeme huo utapatikana kwa uhakika b Tatizo la kukatika kwa umeme si la Kahama peke yake, ni la maeneo mengi sana ya Tanzania likiwepo eneo la Kigamboni Dar es Salaam. Kule mnaamka mnaulizana kwenu, upo leo umeme, upo? Mheshimiwa uh, naibu waziri wa TAMISEMI, unaweza kutusaidia kujua ya kwamba eneo la Kigamboni sasa litaacha kukatiwa umeme kila siku kila mara especially siku za Jumapili kuanzia lini? Asante. Mheshimiwa, Mheshimiwa mbunge, maswali mengine hayo kweli ni ya wizara ya TAMISEMI. Mheshimiwa waziri nimekuona. Uh, Mheshimiwa Spika, kwa swali la kwanza la Mheshimiwa mbunge ni kwamba Kahama imeunganishwa kwenye laini ya Shinyanga ambayo msongo wake ni wa kV 33 na sisi tunajua kwamba huo umeme ni mdogo, ulitosha kwa wakati huo, lakini sio kwa sasa kwa hiyo kinachofanyika na nadhani na hata kabla ya bajeti yangu kuisha, Ijumaa atawaona watu wa Tanesco, wako pale wameondoka leo, wamekubaliana na mgodi wa Buzwagi. Buzwagi ndio iko karibu sana na Kahama, kwa hiyo umeme utavutwa kutoka Buzwagi 33 kV kwenda Kahama. Kwa hiyo huku mtakuwa na Wachinyanga huku mtakuwa na Wabuzwagi, hilo tatizo litaisha lakini mbali ya hiyo e, iwe wa umeme katika katika, ndugu zangu, waheshimiwa wabunge na Watanzania wote, lazima tufanye maamuzi tukiwa tunajenga hii miundombinu. Kuna wakati lazima tuzime umeme watu wa, wa, wa upande wa ziwa Victoria, kila Jumapili umeme unakatika, lakini wanatangaziwa ni kwamba Tunajenga miundombinu ya kusafirisha umeme mwingi kutoka Iringa mpaka Dodoma hapa. Tunatoka kwenye KV 220 shi mpaka KV 400 na tunatoka hapa Singida, Shinyanga mpaka Nyakanazi KV 400 Sasa hii tunazindua Septemba, na sehemu zingine Tanzania nzima hata ndugu zangu wa Arusha waliokuwa wanasema umeme na katika katika, tunajenga kutoka Singida kwenda Arusha KV 400, halafu kutoka Dar es Salaam kupita Tanga kwenda Arusha KV 400. Hiyo ndio Tanesco mpya. Asante.